Watanzania, jeshi lenu limeingia barabarani sasa hivi, wako maeneo mengi, wako pale kuwalinda. Wanajeshi wenu wako pale, kuna kwa hiyo inabidi kila mtu atoke ndani sasa hivi, inabidi kila mtu atoke ndani. Tumeshashinda, tumebakiza sehemu ndogo, tumalize hii kazi, tukaimalize hii kazi leo. Tokeni kwa amani tena ikiwezekana chukueni mabango, tokeni kwa amani ili mwoneshe mnatoka kwa amani, mnapigania haki kwa amani. Labda vurugu wafanya wao, sio nyinyi. Tokeni, wanajeshi wenu wako wako barabarani leo, wamejaa kila sehemu. Lazima mtoke, lazima mtoke. Na jeshi, jeshi la wananchi, chukueni nchi sasa hivi. Azam TV mnatangaza matanga matokeo ya uchaguzi gani? Uchaguzi gani uliofanyika? Azam TV mna, Azam mnatangaza matokeo ya uchaguzi kwa uchaguzi gani nyinyi? Mnataka hii hi nchi ipatwe na kitu gani ndio mfurahi? Jeshi, jeshi la wananchi, tunawashukuru kwa ambacho mmefanya mpaka sasa hivi, lakini sasa hivi ni muda wa kuchukua nchi. Wananchi, jeshi lenu liko mtaani tokeni, tokeni kwa wingi leo, msikae ndani. Mkikaa ndani, inakuwa hatujafanya kitu jana na leo, tutakuwa tujafanya kitu. Lazima kila mtu atoke ndani kwa amani, in peace, sio kufanya vurugu, ila kuandamana kwa, kwa amani. Watanzania, jeshi lenu limeingia barabarani sasa hivi, wako maeneo mengi, wako pale kuwalinda wanajeshi wenu wako pale, kuna kwa hiyo inabidi kila mtu atoke ndani sasa hivi, inabidi kila mtu atoke ndani. Tumeshashinda, tumebakiza sehemu ndogo, tumalize hii kazi, tukaimalize hii kazi leo. Tokeni kwa amani, tena ikiwezekana chukueni mabango, tokeni kwa amani ili mwoneshe mnatoka kwa amani, mnapigania haki kwa amani, labda vurugu wafanya wao, sio nyinyi. Tokeni, wanajeshi wenu wako wako barabarani leo, wamejaa kila sehemu. Lazima mtoke, lazima mtoke. Na jeshi, jeshi la wananchi, chukueni nchi sasa hivi. Azam TV mnatangaza matanga, m, matokeo ya uchaguzi gani? Uchaguzi gani uliofanyika? Azam TV, mna, Azam mnatangaza matokeo ya uchaguzi kwa uchaguzi gani? Nyinyi mnataka hii hi nchi ipatwe hi na kitu gani ndio mfurahi? Jeshi, jeshi la wananchi, tunawashukuru kwa ambacho mmefanya mpaka saa hivi, lakini saa hivi ni muda wa kuchukua nchi. Wananchi, jeshi lenu liko mtaani, tokeni, tokeni kwa wingi leo, msikae ndani. Mkikaa ndani inakuwa hatujafanya kitu jana na leo tutakuwa hatujafanya kitu. Lazima kila mtu atoke ndani kwa amani, in peace, sio kufanya vurugu, ila kuandamana kwa, kwa amani.